Sasa, mzee, tumekukaribisha yes hapa. Asante kwa kuturuhusu kuja kukutembelea. Sasa tu introduce wewe ni nani na huyu mko naye ni nani? Mimi ndio mzee wake. Na huyu ni ndugu wangu. Napenda sana. Hata kuacha? Hata niwaacha. Uko sure? Eh, 100%. We ukipata mwanamke ako na pesa unaweza mwacha? Siwezi enda. Huwezi acha bibi yako? Siwezi. Hiyo ni bibi yako anasema hivi ama ni wewe unasema? Mimi ndio nasema. Waje tusikie kutoka kwa mama mama. Yes. Hebu tuambie huyo ni nani mko na yeye? Mwanaume, bwana wangu nampenda na moyo wangu wote. Hata nikipata tu kitu yoyote ati nimwache, siwezi mwacha. Hata nipate bwanaume wa magari, wa pesa mingi, siwezi mwacha Uwezi mwacha, si ni kifo tu yeah. Ukipata mwanaume ako na pesa vizuri, manyumba magari vizuri, baba, uwezi waweziweja si bwana yako huyu? Yeah. Ukirara njaa na bwana yako utafumilia hiyo kurara njaa? Uwezi waja bwana wako kwa sababu ale amekucha hana kitu tu ajapata. Kesha atapata eh. So ata mukilalanja, we utamvumilia, na kuna siku unaesa, kuna kitu anaeza fanya umwachea laki aa, uwezi eh? Mwacha hata ni, afanye nini hata akukosea ache sasa, yes. Hapo kuna kitu bibi yako anaweza fanya umwache. Ah, siwezi. Yes. Eh? Siwezi mwacha sasa. Uwezi mwacha kabisa. Jumali tumetoka naye. Eh. Yeah. Yes. Babawe ni mbali. So hata muwe na pesa muzikuwe nayo, hakuna. Ni kifo tu. Ni kifo tu. Eh? Baba, wewe nikuulize sasa. Mtu amekuja kuna pesa vizuri. Pesa mingi. Magari vizuri. Uwezi wacha sasa, tatizo lako. Siwezi o pesa zitaisha tu, tena atapumzika. Hebu erukwenda mwenye ana pesa hey. maybe akipata hiyo kidogo kuliko mwenye ako nazo hey. maybe hata ametumia tu kitu nda akapata hizo pesa, ajapata tu for free. Hey. amefanya kituli ziishe. <laughs> Naseme mimi huyu tena ana maana kwangu juu kenye okay. alikuwa nati kishaisha, kishaisha, mimi niende jua alikuwa na pesa ama alikuwa na magari magari, zimeisha hivyo, pesa zimeisha. uh-huh. Acha niende, wacha tu nitoke. yeah. tu chenye kilinileta hapa kuna ni pesa na magari yeah. So chenye inategemea mtu aliingia kwa ndoa na nini yeah. yeah. eh? na ni gani? Kuna wenye wanaingia na juu yako na pesa, bwana ako na pesa, na kuna wenye wataingia tu bora yeye eh, amempata bila yako. Una... utamfumilia kwa kila kitu. So wewe wewe, utavumilia liwe liwaro, mulale hey, njaa mu- mkose pesa utamvumilia? Hey. Okay. Kwani baba alikufanyia nini unapenda huyu mwanaume hivi? <laughs> Ipi, e, <laughs> hey. So nikuulize, miaka kumi ijayo utasema hivyo ama utabadilika? Siwezi badilika. Hey. Adu, ivo. Utasema hivyo hivyohivyo sasa ukipata mwanamke mzuri uwezi wao kuliko huyo huyo eh? Ni kifo tu tutawatenganisha. Kifo tu hivyo. Eh? Yeah. Hata upate mtu ako na pesa vizuri uwezi waje ya bibi yako si, si. Pesa itaenda itaisha eh, so, ikiisha utakuja tena. So niulize bibi yako, hao wanawake waje wana wanaume wanawaacha kwa nini wao? Kuna wenye wanakujanga na nia zao tu waseme, ai huyu amekuja na gari <coughs> na nimeona gari juu ako <coughs> na gari, acha ni mpende tu juu ako na gari <coughs>. ama huyu amekuja na pesa ako <coughs> na pesa, acha tu mpende juu ako na pesa <coughs>. na kuna wenye watasema, ai hata kama ni maskini, wacha tu tukufe maskini hivyo, tuishi tu hivyo kama ni kupata tutapata tu, mtapata kesho <coughs> Na uliniambia eti ukilala anja alae maanishi kesho hautapata. Eh, yeah, ile maanishi kesho Mungu anaweza jalia mpate. Eh. Eh. Kai. So sasa hata akikwambia umsalia watoto 20 utamsalia? Wenye atasema. Eh? Yeah. Wenye atasema. Kai. Okay. Hata akitaka 20 utaombea? Eh, bora tuaminiane. Hiyo tu. Eh. Yeah. Watoto 20 utasa. <laughs> Tuwale, tuwate kwa shida na raha pola tu. Hiyo tu. Aakiwewe ya tii hmm. Bibi yako akikwambia anataka mtoto mmoja na no, wewe unataka kumi, Uwezi mwacha? Uwezi mwacha. Eh. Oh, eh. hmm. Na utalea watoto peke yako? Yeah, yeah. Mnalea na yeye ye. Yeah. Wava, ni kuulize, ni vizuri bwana yako akupikie akusafu kule kama ametaka kupiga hiyo, inaeleweka kama tuko tu kwa nyumba wawili, eh -hmm. E, anaweza anaweza pika hiyo, eh -hmm. ndio mapenzi. Sasa mnasaidiana hiyo eh, ndio mapenzi, eh -hmm. Eh -hmm. Ni gani si mapenzi niseme eh. Wageni wamekuja kutembelea Sadrak, tuseme, ndugu zake ama kazini zako ama ndugu zako, Sadrak anaweza wapikia mukule. Hapana, na eh, mi ndo naweza pika eh? mimi sareiaezi yeah, hataaiwu na watu watatoka hapa wajiulize kwani huyu bwana alikaliwa ali, ali aje na huyu yake anapika <laughs> yeah, <Yeah>, na yeye amekaa ni kama huyu alikaliwa yeah. Watasema yeah, hivyo yeah. So yeah, weezkubisarekangie we jikoni kukiwa na wageni yeah. Mi ndo inafaa niingie ni wasafu niwapikie na rafiki ya sadra lakini ukiwa safi vizuri ya kupenda utasema nini? Hapana. <laughs> Siwezi kubali. Eh? Siwezi. Eh? Huwezi. Yeah. So mwanaume afai kufika wageni kupika chakula wageni akiwa na marafiki ama familia. Yeah, eh, hawezi. Eh? Afai kupika so bibi akiwa? Yeah, bibi ndio inafaa apike. Au ndio watajua sasa huyu alipata bibi kama ni anajua kupika ama ajui? Oh, eh. Yeah. Mm, okay. Kuna wenye wanasema tu alileta bibi na hata hajui kupika ugali, nyumbani kwao akufundisha hata chochote ndio. <laughs> Mwanaume ndio anafanya kila kitu eh. uh -huh. so wewe utaki kualipia mzee, jina mi sitaki, lakini mkiwa na yeye anaweza kukupikia wewe ukule, eh? kama Inna ametaka, kama ametaka, lakini uh -huh. si kumwambia, si kumwambia uh -huh. mwenye aseme tu ai, baby leo mimi napika, wewe kaa tu leo mimi nipike. eh. Eh. eh hiyo utakula eh? hiyo ni mapenzi. Na huyu bwana yako aende kasi, akwambia anachelewa, unaweza pika ukule peke yako. Mimi siwezi pika. Eh? Nitamngojea. Maybe azeme tu sitarudi. Eh. then nitakaa; nikijisikia kupika nitapika nikule. So tuseme huwezi pika bwana, ukule kama bwana yako hajafika? Eh. Uwezi? Siwezi. Eh. Uwezi? Kwani wewe ulizaliwa wapi jamii? nilizaliwa <laughs> tu i Kenya wenye wengine walizaliwa. Sasa mi siju iliumbwa aje <laughs> so hawa wengine wanaachanga mabwana wakiona magari na na manyumba kubwa, unaweza waambia nini wao? <laughs> <laughs> mi naweza waambia tu hmm, si lazima tupende mtu ati ako na gari ama ako na pesa. <laughs> <laughs> kama umeamua kupenda mtu mpende tu the way yako vile ako, hizo vitu zitakuja kuisha. Kuna siku atafilisika na utasema ningempenda tu hata kama ana pesa tu hivo tu. Amen. So wawowe umesema sageha anaweza kukufuria nguo kama ametaka hey? Yeah. Anaweza furia data zako nguo? Hapana, hawezi sasa kwa wewe usipikia bibi yako akule na fama rafiki zako wakikuja. Wewe usipika. Haiwezi. Eh? Haiwezi. Kwa nini sasa? Bibi yako kwa nyumba. Kupika chakula mimi napika kama ni yetu wawili. Oh. So kupika ni kazi ya mwanaume ama ni ya mwanamke sasa? Ni ya wote lakini hmm, kama kwa wageni mwanaume hawezi ingia kwa moto. Mwanaume hawezi ingia kwa moto. Hawezi. Yeah. Nani anaingia? Bibi ndiye anafaa ingia kwa moto. Ukae okay, chini akusafi. Ndio. Eh? Yeah. Na wenu wakiwaseme ndugu yako, ndugu yako na wale wale semanga, sati, natu, nataka kuambia wale wanaume walisemanga sasa tulituambia. Kuna wanaume nataka wasikize. Mmoja ni Mtemi <laughs> John <laughs> na Matthew. Yeah. Hao ndio walisema ulituambia vizuri bibi yako hata aone magari ndege hawezi kukuacha. Unaweza ambia wanaume nini sasa? Sasa wajionee wenyewe, wajione, waenda wajione. Waoje leo. Eh? Waoje wajionee leo. Wajionee leo. Eh, wajue ukweli. Wasikie kutoka kwa msema ukweli. Yeah. Hapa eh? Aseme mwenyewe, unaweza ambia wanaume nini? Ninisa kumbe baba, unajua kuna watu watasema mutaachana tu, yeah, <mani>. Kuna wale anasema mtaachana tu yeah. Sasa, baba Sadrak, tuseme ajafanikiwa kiveta vizuri, we uko na pesa unaweza lipa nyumba yeah. Mimi naweza lipa nyumba hata fundi kama hakuna yeah. Na yeye ana pesa, mimi niko nazo yeah. Nanunua na pesa yako eh, yeah. Okay. <laughs> Una na na na bwana anakula hiyo chakula. Anakula tu tena vizuri. Eh? Yeah? Anapula mi siwezi sema juu nimebai na pesa zangu we, yeah. Ukuli we lala njami nikule juu pesa zangu, hapana yeah. Tunakula ote siju, tunakulanga zake ote yeah. Mbona zangu zanu tusikule ote. Amen ulipalikiwa. <laughs> Na mbona wanasemanga hizi pesa ya mwanaume ni ya familia na ya mwanamke ni ya mwanamke peke yake mm -hmm. Wenye wanasemanga hao ni hao tu, mwanamke na mwanaume, mwana ni kusaidiana tu kwa kila kitu Si ati kusema pesa zangu mi najibamba tu kujipaka perfume. Pesa zangu za mwanaume ndio zinafaa nyumba? Hapana, mnasaidiana tu. Wanasemanga eti pesa za mwanaume ni tamu sana, hata ukiwa nasaka akikutumia unafurahia, unakula anakutumia <laughs> baby kama hauna auna. uh-huh. Nazo utamwambia tu ai, baby, leo niko na zangu, acha tutumie zangu leo, kesho tutatumia zako. So wewe babu ukipata msahara yote unaweza letea bwana yako? Eh. Eh? Mimi namletea. Pesa yote? Ah, kama ameniambia nitumie pesa kiasi niko na shida ama nini nampatia. Ama kama amesema tuma zote kuna kitu tufanye. Unatuma, unatuma yote? Natuma. Eh. Ah, watasema umekaliwa? Hapana. Eh? Eh. Babu wanawake wengine watasema ni kama uchachanuka. Bwana. <laughs> Eh? Sinyi, munaishi wawili wa eh, so ee, wa kwa nyumba vitu ni kuelewana. Wenye wanasema huko ni hao tu, so usikizange watu. Eh, bika usikiza mambo ya watu, hauta iti kwa amani. Uwezi, ehe, uwezi kwa amani. Uwezi kusikiza mambo ya watu, hapana. So watu ukiambiwa sana lakini mwisho uwezi sikiza, uwezi sikiza, juao wako na roho tu yao mbaya, wako na nia tu mbaya na wewe